Hali ilivyo saizi mahakamani Kisutu. So hawa ni moja ya vijana waliokuwa wanatuhumiwa na kundi la pili, leo almost vijana mia mbili, si ndio? Ndio, ndio. Nyinyi mmekutana mle ndani na mmekuwa marafiki ndani ya mwezi mmoja? Ndio, ndio kabisa, kabisa. Ndiyo, kabisa. Mm. Na tulikuwa tumefungwa tangu tuko Wanaitwa nani? Hapa Oysterbay tumekutana wote, Oysterbay for the first time tumekutana Oysterbay, tukatengeneza mazingira, tukakutana wote washikaji, ni akili zinaendana, tukatengeneza mazingira, tukaishi kama familia. Tunachopata kidogo, tuna, tuna share wote. Kuna kipindi tulikuwa tuna msosi, tunakaa siku tatu atuli msosi, unakuja mkate, mkate mmoja tunakatiana wote 15 kumi na tano moja tunakatiana chapati

na tuhakika si tutakuwa tunafika kila Jumamosi, kila Jumapili, tutaorganize kama ni mchango, kama ni nini, iwe ikashakuwa ni ndugu yetu, hatuwezi kumtenga ah, naye paka mwanzo mwisho. kina kina mimi mimi naishi madale mifumoni, na wewe unaishi wapi? mimi naishi makoka kisukuru kutaa. So, tu kwenye hii kesi, kwenye hii kesi tu, lakini uwezi amini maisha tuliyokuwa tunaishi ndani ni, ni zaidi hata ya familia ni, ni, ni zaidi ya ndugu.